Hapo tuko tena na mdau mwingine ambaye tulikuwa tunaangalia naye mpira katika banda la video hapo ya vitu vingi kama ambavyo vimetokea katika mechi ya leo ya Simba na Stellenbosch. So kitu gani ambacho kingine wewe uliona Simba wanazingua sana katika katika uchezaji wao ili kuweza kuenda kuimaliza ile mechi mapema? Alafu kwa wana Simba wamezingua na, yaani baadhi ya wachezaji wale vingine hawaoneshi kama wana kitu. Asante. Kwanza kabisa tumeangalia mpira vizuri. Kipindi cha kwanza walicheza vizuri Simba. Kipindi cha pili wamepata nafasi japokuwa hawajazi convert kuwa nafasi ya magoli, lakini kitu kimoja ambacho naweza nikasema nimekiona kwa upande wangu mimi leo, Simba walilazimishwa wali, wali kucheza mpira ambao sio wao. Leo walikuwa wanacheza direct, direct pass yani, walikuwa wanacheza direct pass kutoka chini kufika juu, wote walikuwa wanacheza direct pass, lakini kama wangekuwa wanacheza ule mpira wao wa kuzungusha pasi, pasi, pasi, tunafika goli na shinda, nafikiri wangeshinda. Na kwa upande wangu mimi bado pia naona mechi, bado ni ngumu. Mechi, okay. Kwa upande wako bado mechi ni ngumu, labda mwalimu mwalimu Fagu aongeze nini katika katika kile kikosi kinachoanza cha Simba, maybe pengine siku tunavyo Simba inavyokwenda kucheza pale kwa madiba pale south Africa, Simba mwalimu Fagu afanye kitu gani cha ufundi zaidi imadi Simba aweze kusonga mbele katika hatua inayofuata kupitia hawa wachezaji ambao Simba wanawategemea? Kwanza kabisa abadilishe mfumo wa namba kumi, uchezaji wa namba kumi wao aubadilishe, kwa sababu aua ameshajulikana namna anavyocheza. Ni mtu hatari akiwa na mpira, ila asipokuwa so na mpira sio mtu hatari. Kwa maana hiyo, namba kumi mwingine angechezwa kama Auesu angeingia hivi, angesaidia kwa sababu yeye sio mtu wa kukaa tu na mpira tu akagadi. Ana uwezo wa kufanya movement kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na akishinda. Lakini pia kwa upande mwingine nadhani warudi kwenye kariba yao, mfumo wao wa uchezaji wao, kwa sababu wangecheza direct kama hivyo walivyocheza leo, sidhani kama wanatoboa Simba. Tumeona dakika za mwisho kabisa, yani ni dakika za zile za nyongeza sita, za nyongeza, katika dakika za nyongeza yeah, awao wamekosa goli wa wazi yeah. Na hatujajua mpaka yaani -sa, sababu kubwa kwa nini ya kuliona leo yango so ni maumivu ya mguu ambao aliyapata dakika kadhaa zilizopita pale, au alikosa umakini, ndio maana imepelekea kwenda kukosa ile goli. Kwa mimi nimeangalia kwa na, kwa engo mbili. Engo ya, ya kwanza uh, mchezaji yote yu yule yu, ambaye ni asili yake ni mshambuliaji lazima awe mchoyo, hiyo ni ndivyo ilivyo. Lakini kwa engo ya pili ule mpira alikuwa na ana uwezo yeah, aka wa kumpa mwenzake pasi ana akashinda, isipokuwa tu yani wanasema sometimes mpira ni bahati okay, mpira ni bahati, bahati haikuwa kwa Simba upande wa leo. Basi nadhani kama wakifanyia marekebisho kwa namna moja au nyingine, mechi inayofuata sio mashinda Simba ni timu namba nne barani Afrika. Ndio. Labda wewe kwa mtazamo wako, wanacheza leo na watu ambao hata namba zao hatuzifahamu vizuri. Simba, kitu gani kinachowafanya mpaka wanapata matokeo ambayo hayaridhishi kwa mashabiki wao? Ah, kwa mimi labda ni kwa mimi mwenyewe binafsi nilizungumzia, labda unajua ukicheza na, na timu ambayo haina pressure na na, na na wewe Yani, timu ambayo haiofi yenyewe haina daraja hata kwenye kumi bora, ranki za kumi bora, kuanzia namba moja mpaka kumi, wapo wale Stellenbosch wa? Lakini Simba ni namba nne kama ulivyosema, kwa maana hiyo lazima wacheze na pressure. Sasa je, hii timu ambayo haijui na wala haipo katika zile ranki haiwezi kuisoma Simba vizuri? Watajua kuna strengths na weaknesses zake, la, lazima wafanyia masahihisho. Wamefanyia video analysis, wameangalia wapi kuna makosa, wapi hakuna makosa So hivyo nadhani ni ubora tu wa mwalimu wa timu wa, wa, wa, wa ya leo wamefanyia kuangalia, uh, maangalizo sana kwa, Simba wanafanya nini, wanapitia wapi, wana mpira, wachezaji wao dhaifu, wachezaji wao ambao wenye, wenye nguvu, wenye, wenye ushawishi kama mpanzu kibu. Hivyo bana, mdau huyu ameweza kuelezea vizuri jinsi ya fizuri, jisia, Simba jinsi wavyomaliza mechi yao hapo Amani Zanzibar. Uh, kilichokuwa kikubwa ambacho Simba leo kimewaangusha kuweza kuto, kutoweza kupata nafasi au kupata magoli mengi kwenye mchezo wa leo ni baina wacheza, wacheza, wacheza, ya wachezaji ambao au timu waliokutana nayo leo kidogo, na yenyewe ina uwezo wa kuweza kufanya mabadiliko na vitu vingi katika uwanja, ina maana kwamba waliwasoma Simba vizuri. Kwa hiyo yote kwa yote, mechi inayofuata nafikiri ni next week, tarehe ishirini na saba pale kwa Madiba. Kwa hiyo Simba wana kibarua kigumu kwenda kuimarisha ushindi ambao wameupata leo. Nafikiri kama wanaweza kupambana vizuri basi, wanaweza kupata matokeo yeah.